Sauti ya Habil imetawala katika mitandao ya kijamii, imetawala vichwa vya habari na inazidi kujizolea umaarufu. Maswali kadhaa yanaibuka: Habil yupo nchi gani, na kwa nini anafanya anayoyafanya? Kabla sija kujibu swali lako, naomba nikupe maelezo haya yatakayokukumbusha jambo Uchunguzi ulibaini uchochezi uliofanywa katika mitandao ya kijamii, WhatsApp, Instagram, Telegram kote, TikTok. Vijana wengi walikuwa wamejificha katika nchi jirani. Swali litaibuka, kwa nini nchi jirani ichochee machafuko katika nchi nyingine? Ama kwa nini serikali ya nchi jirani iruhusu kufanyika mambo hayo ambayo yanahatarisha amani ya nchi nyingine? Sasa uchochezi huu wa machafuko unaingia katika hoja ambayo tutaijibu kwa jambo moja: ni ujasusi wa kiuchumi, ushindani wa kimkakati baina ya hizi nchi zetu mbili. Nitakufafanulia ili uweze kuelewa mambo yalio, ili uweze kufahamu ukweli, ili uweze kuchukua maamuzi kuwa mzalendo ama kuwa msaliti unayeangusha nchi yako. Sikilize mwalimu. Bandari ya Mombasa iliyokuwa kinara sasa imeachwa mbali sana na bandari ya Dar es Salaam. Haya yote yamesababishwa na DP World. Muda wa kushusha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam umepungua kutoka siku tano na sasa ni muda wa siku moja tu. Na ada nyingi zikiwa zimefutwa. Ripoti, ripoti ya the East African News Business Review ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ilieleza ukweli mchungu. Ilieleza kwamba wafanyabiashara kutoka Rwanda, Uganda, Burundi, Malawi, DRC Congo wanahama Mombasa, wanahamia Dar es Salaam. Nchi jirani iko katika hofu, iko katika hofu kubwa tanzania inakuwa kiuchumi kwa asilimia sita point moja wakati nchi jirani inakuwa kwa asilimia nne point tano hii ni kwa mujibu wa benki ya dunia mwaka elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano wawekezaji wanagombania kuwekeza pale panapokuwa uchumi bila shaka wawekezaji wanagombania kuwekeza tanzania Unawezaje sasa kuiangusha Tanzania? Unawezaje kuituliza Tanzania? Unawezaje kukwamisha juhudi hizi? Suluhisho jepesi kuliko yote, machafuko ya ndani. Machafuko ya ndani yanaweza yakabadilisha hatima ya nchi, kutoka nchi iliyokuwa inajivunia kama Libya mpaka kuwa gofu. Bagamoyo, bandari Tanga, bandari mpaka maziwa Nyasa, ziwa Tanganyika, kote Tanzania ilikuwa inapiga piga, bahari ya Hindi mpaka ikapiga maziwa makuu. Nchi jirani ingebaki na nini? Endapo mpango huu utafanikiwa, jirani atabaki na nini? Nchi inapiga katika bandari za bahari zote, inapiga katika bandari za maziwa makuu. Jirani atabaki na nini? Lazima kuwe na hofu kubwa kwa nchi jirani. Hali hii ni onyo la hatari, lazima juhudi zifanyike kuzuia nayo na ni kuchochea machafuko ya ndani. Machafuko ya ndani huchochewa kwa njia nyingi, lakini njia moja nzuri kuliko zote mtandaoni. Kwa hivyo Tanzania iko katika vita vya mtandao, na vita vya mtandao vinaendeshwa kwa ufanisi mkubwa na jirani zetu, ili waweze kutuangusha, ili waweze kutushusha tusiweze kuwa kule ambako tunataka kwenda. Silaha ya vita vya mtandaoni, wakati silaha ya vita vya polini ni AK47, AK74, M16 SMG, LMG, BM na makombora ya kurusha kwa mkono. Vita vya mtandaoni silaha zake ni watu maarufu, wanaharakati na wapiga kelele wa kisiasa. Uchunguzi, sikilize mwalimu, sikilize mwalimu. Uchunguzi wa Oxford Internet Institute wa mwaka 2023 ulisema Kenya inaendesha kampeni mtandaoni kupotosha maoni ya umma. Uchunguzi wa jarida la Oxford internet Institute la mwaka elfu mbili ishirini na tatu unataja nchi jirani kuendesha kampeni mtandaoni kupotosha maoni ya umma. Uchaguzi wa Tanzania wa Oktoba 29 elfu mbili na ishirini na tano Taarifa za machafuko zilianza kutajwa na nchi jirani kabla machafuko hayajatokea. Taarifa za upotoshaji. Kinachoendelea Tanzania sio vurugu za kisiasa tu, ni sehemu ya vita vya kiuchumi. Hata hivyo, Tanzania imeifundisha dunia somo zuri sana. Tanzania imeifundisha dunia. Tanzania imeifundisha dunia kwamba haiingiriki kirahisi. Hata hivyo, Tanzania nayo imejifunza kitu. Tanzania imejifunza jambo moja zuri, vita vya mtandaoni havipiganwi kwa kuzima mtandao. Hili ni somo ambalo serikali ya Tanzania imejifunza. Tanzania inajiimarisha. Tanzania inajiimarisha kuwa kitovu kikuu cha biashara Afrika Mashariki. Jirani anafanya juhudi kucherewesha kupaa kwa uchumi wa Tanzania. Hataweza. Nimetaja vita vya kiuchumi nimetaja vita hivi, vinapiganwa kwa njia nyingi, ikiwemo njia ya mtandaoni. Umrejee Habil. Habil anatoka nchi jirani. Ushahidi, msikilize akiongea Kiswahili chake cha kuigiza. Katika Kiswahili chake cha kuigiza, asili haiwezi kujificha. Msikilize mwalimu hakuna mtanzania husema mavijana mavijana wamefanya mavijana nadhani unajua rafuzi hiyo inatoka nchi gani mavijana ukimsikiliza unaona kama ameiga namna anavyoongea lisu anaenda kama lisu wakati mwingine anarudi anaenda kama mzungu lakini kubwa kuliko lote watanzania hivi ni vita vya mtandao, vita vya kuishusha nchi yetu. Ikiwa e wao wanapambana kuishusha nchi yetu, kwa nini mnawaunga mkono? Tuwakatae, kuungane pamoja kuijenga nchi yetu. Ni watakie siku njema.